Kwa kuwa wao hawamtaki mbunge huyu, lakini wenyewe wanachama CCM ilipofika hatua wakasema, sisi tunamtaka huyu huyu. Sisi chaguzi zilizopita tulikuwa yani, katika siku hizi za uchaguzi tulikuwa tunakaa tunakaa kwa kuja kupanga namna gani ya uchaguzi, lakini hili halikufanyika. Kwa vile tunamshukuru Mwenyezi Mungu uturudisha sasa, kuna mambo ya kulenga katika kijiji hichi kama ilivyozungumza, mambo gani ya kwanza kwanza kuyafanya, mambo yapo mengi hata hiyo miradi unayokwenda kuisimamia huko, sisi hii miradi iliyopita mingine haikutufurahisha, kwa sababu kama shule ya bweni ilifika kuibiwa milioni tano au milioni kumi wakati madiwani wapo. Vipi watu hawa wanakuja kutusimamia sisi? Sisi tunaona uchungu, moja hilo. Lakini la pili sisi, moja lilikuwa linatuuzi hapa habari ya Tembo Nyama, hii lazima tufike. na huyo huyo aliyofanya vitendo vile, ah, hii siwezi kuishika bwana. Unaona? Hiyo yeah. Hey, aliyofanya kitendo kile ndio alifika moja kuja kukuasi kusema sisi hatuko pamoja na mbunge, kwa sababu tembo nyama imekufika kuja kufanywa hivyo hivyo kuja kufanywa na wewe, ukasema sisi kutokana na hali hivyo tunataka tujue utaratibu ulivyo kwenda. Sasa ikafika figisu ya kusema sisi hatuko pamoja na weye kwa sababu umezungumza ukweli kwa kuja kutaka kuja kufanya kazi hiyo. Sasa na hilo nalo ukalifanyie kazi. La tatu viongozi ngazi za juu wale wanaostafu wa chama wanashirikishwa katika chaguzi, lakini mimi nilikuwa kiongozi katika nyuma nilikotoka, lakini mpaka leo hii mimi hakuna kikao kimoja cha chama kilicho nihusu kuja kufu, kukusaidia. Lakini nashukuru nimekuja kuchagua na leo nimekuja kukupokea, na juzi nilikuwa nyije. Asanteni sana, kazi iendelee mheshimiwa mbunge. Nitakigusia kimoja cha kwanza ya mjumbe huyu sisi hatujaelewa Kanga mpaka sasa, tuko wapi na kisiwa kile na chengine cho kiomba, tufanye utaratibu unjue mipaka ya Bweni na Kanga na ya Banja na Kanga. Tunamezwa kila siku sisi, nafasi yetu inaliwa. Tunakuomba uende ukatafikia vipimo vya asili, unjue mpaka yetu ya Bweni na Kanga na Wabanja na Kanga. Nafikiri umenielewa na tupate mrejesho, kisiwa kile chetu tuko wapi, ambacho Dr Samia mimi kipanga na mheshimiwa diwani, baada paka sasa kuna kitu kunatupa tupa tabu. Shule sekondari ya kata kiongwa na kata sekondari yao wengine, sisi kanga hatuna lile jengo la mtu kwa mzani. Ukweli hata kilitaka leo kufungua chuo chake hamumzuii. Kwa hiyo naomba na hili sekondari ya kata ulitii manana alifanyia kazi tufanikishe. Kwa hiyo machache nimefikia hapo, za kawamba mimi na maombi tu kwa sababu Chama cha Mapinduzi kinaendeshwa na wananchi, na baada ya hivyo, kuna vitu ambapo vya kufanya katika utaratibu huo wa. Ukiangalia hapo nyuma, mheshimiwa, tuna aibu kubwa sana kuhusu utaratibu wa majengo. Tunaomba upande wako ufanye kadri iwezekanavyo ili utusaidie. Ndugu mheshimiwa, tumeshukuru sana kwa kufika hapa lengo letu wa ndugu zangu, wenzangu wamezungumza na mimi, na maombi yangu, tatizo kubwa tulilokuwa nalo barabara, usafiri wa barabara unasumbua. Unaweza ukatoka hapa mfano asubuhi, basi kule kufika kwako labda saa nne kama una safari ya dharura, utapita ukikumakoma njiani, hususani ikinyesha mvua inatokea hatari nyingi, na barabara kama unapanda bodaboda au gari vilevile, msaleleako unakuwa mwingi. Hayo ndiyo yangu nayoyaomba, asanteni kwa mtiifu kwenu, lakini nitatengeneza upendo. Lakini vilevile vile ndugu zangu, ni nitanga hapa kati, wakati wa kampeni zako au kabla ya kampeni, tulipokea fedha za ujenzi wa shule ya msingi Kanga, tumepata madarasa sita na bahati nzuri vikao vya vijiji vimefanya kwa ajili ya kupanga mchakato mzima wa ujenzi wa pale, lakini hadi sasa kazi ile ya kijiji imeshafanya kujenga store ujibomoaji, lakini mpaka sasa hivi hatujapata darasa hata moja kwa kufanywa kazi, kutokana na mzunguko mkubwa ulioko kule. Ikiwezekana kikao hiki, tunaomba kidogo utupe ufafanuzi wa mchakato wa pale. Lakini la pili, swali langu au jambo langu ambalo linaulizwa mara kwa mara, ikiwa kama ni mwenyekiti, kuhusu swala zima la barabara ambalo iliyotengwa kwa ajili ya upitishaji wa barabara. Mpaka sasa hivi wananchi wanataharuki kuona kwamba kuna kipindi inawapatia fedha wananchi, mazungumzo nani katika mizunguko yao. Sasa huwa wanataka kuboresha sehemu zao, lakini wanashindwa, hawezi kujua lini wataondoshwa na lini watabaki pale. Ayo machache nilionayo. Changamoto yetu mganga mkuu hatuna, wa kike hatuna. Tunazalilika sana pale hospitali. Tunaomba mheshimiwa diwani ulichukue hilo. Sina mengi, sina majibu, nimerekodi tu. Sawa, ehe. Lakini mimi na mheshimiwa diwani tunayo kazi ya kufanya, tunayo dhamana ya kufanya. Jambo e, la kwanza limezungumzwa, habari ya tembo nyama. E, baba ameliongea vizuri, umelichukua umelichukua. Swala la tembo nyama tunakwenda kulifanyia kazi, ujue mustakabali wake ukoje. Mheshimiwa Diwani, bahati nzuri ulikuwepo na hata kwenye vikao vyetu wakati tulivyokuja kusoma ilani, jambo hili lilizungumzwa wakati wa kura za maoni, lilizungumzwa wakati wa uchaguzi mkuu, lilizungumzwa na leo tunakuja kushukuru, limezungumzwa. Kwa hiyo ni jambo ambalo linawahusu watu, kwa hiyo twende halmashauri tukajue kitu gani kinachoendelea, wapi tulipoishia na kitu gani tufanye hivi sasa kwa ndugu zanguni, hili tumelichukua ni la kwetu, na mimi naomba niwaeleze kama nilivyosema mwanzoni. Wazee wangu, ndugu zangu, kwenye jambo hili sikushirikishwa, sikushirikishwa, sikushirikishwa. Yaani kutoka mwanzo wa mchakato mpaka nilipofika leo, hakuna hata sehemu moja utawekuta mbunge ameingia kwenye kikao chochote. Sasa nimefichwa kwa maana gani? Sikushirikishwa kwa tafsiri gani hiyo? Mimi na wewe hatu hatujui, na ilikuwa kwa masilahi ya nani? Lakini maadamu mmetupa kazi, ndugu zanguni, niwaambie tutakwenda kufanya kazi, kazi, na tutaleta kwenu mrejesho. Wazungu wanasema tutaleta kwenu feedback. Kwa hiyo hili tunaomba tulibebe, tusiongee maneno mengi juu ya hili, kwa sababu ndio tunakwenda mbivu na mbichi, tutakwenda kuzijua huko ndani. Tumeelewana vizuri ehe, na tutarudi hapa kwenu, na ikiwezekanika, tutarudi na wahusika wakuu wenyewe waliolianzisha hili jambo, walioliendeleza, waliolisimamia, waje hapa waongee mbele yenu. Mzee Maabadi amerudia tena swala la tembo nyama, ame mipaka, na ya tembo nyama amezungumza habari ya mipaka, nao tutakwenda kulisimamia vizuri, lakini kubwa kuliko yote amezungumza habari ya shule ya kata Uzanguni, ni waondoe hofu ni waondoe wasiwasi. Ajenda ya shule ya kata ya Kanga ni ajenda yangu mimi. Nimetoka bweni kule wameongea jambo hili na nyinyi hapa mmetoka kuongea jambo hili lakini amesimama mwenyekiti naye, ameongea kuna fedha zimekuja. Mwenyekiti, zile fedha nilizitafuta ni mimi, na naomba niwaambie wananchi hapa, na wiki mbili zilizopita nilimwita, nilimwita mkurugenzi nyumbani, pamoja na maafisa elimu wote wawili, afisa elimu msingi na afisa elimu sekondari Kabla fedha sijazileta, wakati nazishughulikia kule, nikasema fedha zipitie wapi, ikaonekana njia rahisi ya fedha zipitie shule ya Kanga ya msingi, kwa zile fedha zilikuwa kwa ajili ya kuanza ujenzi wa shule yetu ya sekondari.